Mradi huu ni fahari yetu wa Tanzania, tulinde na tutunze miundombinu yake. Tunaenda kujenga reli ya kisasa. Nyinyi wana Kasulu na wana Kidiama mmepata bahati, na wilaya ya Kasulu ndio inayobeba kilomita nyingi kwa upande wa Tanzania ambako mradi huu unapita. Mradi wetu wa uh, ujenzi wa reli ya Mwendokasi unaitwa ni kipande cha saba na cha nane, tumeshaanza ujenzi na tayari sahizi tunasafiri kwa treni ya mwendokasi kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, lakini pia tunajenga Dodoma, Tabora, Tabora, Mwanza, Tabora, Kigoma, na sasa hivi tumeanza ujenzi wa Uvinza, Msongati, tukipita wilaya za Kasulu, tukianzia wilaya ya Uvinza, pale ndipo tunapochukulia tawi, tunapita Kasulu, tunakwenda Buhigwe na baadaye Musongati Burundi. Kimsingi usiji ukauliza mradi unaanza lini. Mradi tayari umeshaanza na ndio sababu leo tuko hapa kumtambulisha mkandarasi. Reli yetu tunayojenga ni ile yenye uwezo wa kusafirisha treni ya mwendo kasi yenye spidi ya kilomita mia moja sitini kwa saa, inaenda kasi sana. Na utaona ni, ni, nitoe mfano. Kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam natumia masaa siku tatu, lakini kwa treni yetu ya mwendokasi sasa kutoka Kigoma kwenda Tabora itakuwa ni masaa kumi an. Yani, ukiondoka Kigoma saa moja saa kumi huko Dar es Salaam. Ukiondoka Kasulu utakuwa unaondoka Kasulu uende Kigoma tena. Ukiondoka Kasulu unachonga moja kwa moja Uvinza, Tabora, Singida, Dodoma, Morogoro, Dar es Salaam. Kwa hiyo kutoka hapa kwenda Dar es Salaam utakuwa na masaa kumi hadi kumi na mbili, ndugu zangu. Kasulu mmepewa na bahati kwanza, kambi kubwa kabisa ya mkandarasi itajengwa hapa. Yani wakati ule wa ujenzi kambi kubwa inajengwa Kasulu. Na bahati nzuri ni kwamba huwa hatukai mjini, hatupendi kujenga mjini, huwa tunapenda kukaa nje ya mji. Na nikiangalia nilikuwa naangalia, naona maeneo haya ni kidogo na unatoka mjini kidogo, kwa hiyo bahati inaweza kuangukia. Mpaka saa hizi hatujajua kwa uhalisia tunajenga wapi kambi, lakini tunajenga kambi kubwa kabisa Kasulu lakini pia Kasumu mepata bahati ya kipekee, mepata bahati ya kupewa stesheni mbili. Stesheni moja ni ya abiria na stesheni nyingine ni ya mizigo. Kwa hiyo yale mazao tunayolima, mifugo kama tunafuga, mboga za majani, tulikuwa sasa hatuna pa kwenda kuuza, tutakwenda kuuza Kigoma, tutakwenda kuuza Dar es Salaam. Kwa hiyo ni bahati ya kipekee hey!